Na mtazamaji wa Trend TV bwana, leo ni kuwapa kwa ajili ya kuletea update hii hapa na hii leo bwana, inahusiana na issue ambayo Juma Jux mmoja kati ya wasanii maarufu tu hapa Tanzania. Eh, tunafahamu kwamba Juma Jux bwana ameamua aoe, na hilo ndo jambo ambalo kila mtu nadhani analifahamu kwa sasa hivi. Sasa Jux bwana ameamua kudhihirisha upendo wake kwa mrembo Prissy kutoka Nigeria. Eh, Priscilla, huyu ni mwanadada huyu ndo mke halali kabisa wa Juma Jux baada ya Jux kudate na wakina Jack akadate na Vanessa akadate na yule bidada ambaye ameachana naye hivi karibuni. Then sasa hivi ana date na Priscilla kwa muda mfupi tu ameamua amoe kabisa akiwa ana uhakika na kile ambacho amekiona kwa huyo binti kwamba ndiye eh, wanaitaga soulmate, yani ndiye mwanamke ambaye anastahili yeye kumuoa. Sasa basi Jux tumeona akiwa anaenda vacation. Kwanza kabisa harusi yao ilikuwa ni kabambe kweli kweli, ilikuwa ni moja kati ya harusi ambazo zilifanya vizuri sana kwa mwaka huu eh, lakini pia tukamwona akiwa anaenda vacation kwanza kabisa bata na familia nzima ya na Prisi baada ya hapo, tumeona sasa hivi akiwa anaendelea ku have good time yeye na Prisi katika sehemu mbalimbali, na hivi karibuni tu tulimwona alikuwa ameenda kumtembelea mheshimiwa rais mstaafu e, Mheshimiwa Jakaya Mrisho Kikwete akiwa pia na Prisi ambaye ni mke wake. Sasa Juksi ameamua kuweka wazi, akidai kwamba siwezi kumwacha Priscilla Yaani, msanii huyu Jux amezungumza na kuweka bayana kuwa hayupo kwenye mafikirio wala mipango ya kuja kuachana na mrembo Priscilla. Jux alisikika akisema kwamba siwezi kumwacha Priscilla aondoke katika maisha yangu, hakuna mtu anaye alienishauri kuoa, mimi mwenyewe nilijikuta nikifanya hivyo. Jux, ikumbukwe kwamba Jux aliwahi kuwa na mahusiano ya kimapenzi na wanawake zaidi ya watano, na wote aliwapiga chini mpaka alipokutana na Priscilla na kuamua kufunga naye ndoa. Ukiwa kama mdau, una kipi cha kuzungumza kuhusiana na maneno ambayo Jux amehakikisha kwa mashabiki zake kwamba yeye na Priscilla hawatokuja kuachana? Weka maoni yako katika comment section, tutakuwa tukisoma na kureplay kila comment. Na pia vile vile, hakikisha una subscribe kwa ajili ya kupata update zaidi.